Hali ilikuwa shwari muda mchache uliopita, wananchi wa mahali hapa walishuhudia asubuhi njema na yenye furaha. Ni sintofahamu leo asubuhi ya tarehe 29 Juni 2025, moto mkubwa usiotarajiwa umezua mtafaruku na kusababisha hasara kwa wafanyabiashara wengi. <coughs> Okay. Moto huu umeripotiwa kuliteketeza Soko Kuu la Buhongwa jijini Mwanza ikiwa chanzo cha moto huo bado hakijafahamika. Wengine wamekosa matumaini tena. Wafanyabiashara wengi wameeleza masikitiko yao. Taarifa zaidi kuhusu athari na vyanzo vya moto huo zitaendelea kutolewa kadiri hali itakavyoruhusu. Endelea kuwa na Echa News Updates kwa ajili ya kujipatia habari moto moto na kwa wakati. Mimi ni Eliki Chazi wa Echa News Updates.